Huduma ya uchunguzi, huduma ya operesheni ya mtoto wa jicho ni bure, ni bure kwako wewe mwananchi, lakini kwangu mimi kama Maryprisca mbunge wa viti maalum ninatoa hizo gharama kwa niaba yenu. Afya ni uhai, afya ni furaha, afya ni tabasamu. Huyu ndiye mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya, la kijina Mheshimiwa Maryprisca Mahundi kupitia taasisi yanayoiongoza ya, ya kuwezesha wanawake kwa kimombo uito Mary Prisca Women Empowerment Foundation mwefu, ameshirikiana na serikali kuleta madaktari bingwa wa macho kutoka nchi ya Ujerumani. Matibabu yatakuwa bure katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, maarufu kama mkoani. Mheshimiwa Mary Prisca Mahundi, wananchi wapo tayari kukusikiliza wewe, karibu. Kifuani kwangu hii ni logo ya taasisi isiyo ya kiserikali Maryprisca Women Empowerment, from... Women Empowerment tunaangalia shughuli zote ambazo zitamwezesha mwanamke kuweza kukua aa, na kubadilika katika mwendo mzima wa maisha yake. Tunaangalia upande wa afya. Huwa tunaangalia uchumi, tunaangalia elimu, lakini leo tunaangalia afya. Ni mshukuru sana hapa daktari Daktari Kilewa naye amekuwa na msaada mkubwa sana kuona kwamba hili hili jambo linaweza kufanikiwa na wananchi wanakwenda kufikiwa. Kwa hiyo kama ambavyo daktari Kilewa kuungia, mimi kama mwakilishi wa kundi la wanawake ambaye ni mbunge wa viti maalum, pamoja na uongozi wa hospitali hii ya mkoa, kitengo cha macho lakini yeye akiwa kama ndio mkuu wa idara hiyo kwa hospitali ya rufaa, na hili jambo ameweza pia kukabidhiwa kuona kwamba analiongoza, anaweza kupokea madaktari wetu uh, watatu pamoja na wataalamu wengine wa afya kufikia wataalamu saba wa afya ya macho kutoka nchini Ujerumani hawa ni rafiki zangu ambao rafiki yangu mimi, maana yake ni rafiki wa wanawake wa mkoa wa Mbeya. Kwa maana nikishamgusa mwanamke wa mkoa wa Mbeya, maana yake ni rafiki wa jamii ya Mbeya. Kwa hiyo wana Mbeya tunakwenda kunufaika sasa. Ni mwendelezo huu, tulishawahi kufanya huko nyuma na watu zaidi ya mia moja tisini na sita waliweza kupatiwa huduma ya moja kwa moja, kwa maana ya upasuaji, lakini watu zaidi ya elfu nne waliweza kupata fursa ya kufanyiwa uchunguzi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri wa afya Mheshimiwa Jenista Mhagama wameweza kusisitiza mara nyingi, uchunguzi wa afya ni jambo la msingi sana kwenye maisha yetu. Tusisubiri mpaka umefikwa na homa kali. Kwa mfano kwa siku ya leo kwenye afya tunaangalia macho, usisubiri mpaka jicho likose kuona. Ndiyo, sasa wanakwenda hospitali. Kwa hiyo wale watu elfu nne waliojitokeza mwaka juzi kuja kufanyiwa uchunguzi walijitendea haki ya msingi. Kwa hiyo wale wengine hawakufanyiwa, maana yake nini? Hawakukutwa na changamoto ambayo tulikuwa tunajaribu kuichunguza. Kama alivyoongea Dr. Kilewa, uh, shughuli kubwa tunaoichunguza kwenye jicho ni hasa mtoto wa jicho. Tunafahamu afya ya jicho ina changamoto tofauti tofauti lakini tunaangalia zaidi mtoto ajicho kwa sababu ndiye ambaye akicheleweshwa kutolewa anasababisha upofu ama uono afifu. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa tuwachunguze hii jamii ya mkoa wa Mbeya, kuona kuhakikisha afya ya macho inaimarika. Kama mtu atakutwa na dalili ama tayari ana mtoto ajicho, basi atapewa huduma bure kuanzia uchunguzi. Huduma hii ni bure, tunafahamu huduma za afya tunazichangia, na ndio maana mheshimiwa Jenista Mhagama anahangaika kuona uh, bima kwa wote ije ifanikiwe, wananchi wote wa Tanzania waweze kuishi na bima ya afya, kwa sababu ugonjwa haupigi hodi, unapata tu janga, tatizo la afya ghafla, na si wakati wote mwananchi uh, anakuwa na fedha ya kuweza kutatua changamoto za afya. Kwa hiyo ni- nipende kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mbeya, sio tu wanawake ninaowawakilisha, waje na familia zao, baba na watoto waje tuweze kuwachunguza afya ya jicho. Lakini sisi watu wa Mbeya ni wakarimu, tunawakaribisha uh, wenzetu wa mikoa jirani. Kwa mfano kwa pale Songwe, uh, ni mkoa jirani, lakini Njombe ni mkoa jirani. Tunawakaribisha wale wanaoweza kuja. Uh, swala la nauli hili ni la mtu binafsi. Kwa hiyo namjiomana tunatangaza mapema, ili mtu aweze angalau kujiandaa swala la nauli, ila ukishafika hapa hospitali ya mkoa wa Mbeya, huduma ya uchunguzi, huduma ya operation ya mtoto wa jicho ni bure, ni bure kwako wewe mwananchi, lakini kwangu mimi kama Maryprisca mbunge wa viti maalum ninatoa hizo gharama kwa niaba yenu, ninachangia kuona kwamba, uh, hili swala linafanikiwa. Ni kambi ya siku kadhaa, kuanzia tarehe thelathini ya mwezi huu wa sita, lakini itakwenda mpaka tarehe tano ya mwezi wa saba kama alivyoongea Daktari Kirewa. Kwa hiyo niweze tu kuendelea kusisitiza kila mmoja aweze kuguswa, njoo ufanyiwe uchunguzi. Gharama ni bure, gharama yako wewe ni nauli ya kufika hapa. Gharama za matibabu mbunge wako Mary Priska Wilfred Mahundi nimeweza kuzichangia, na vile vile hospitali ya ya mkoa wa Mbeya imeweza pia kufanya sehemu yake. Kwa hiyo haya ni mashirikiano ya mimi mheshimiwa mbunge, lakini vile vile na hospitali. Kwa maana ni serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Afya, hospitali ya mkoa wa Mbeya na yenyewe kuna sehemu ya gharama kama uendeshaji. Tumeona hapa, tutakuwa na wataalamu wa afya tisa wenyeji. Kwa maana hiyo hawa watakuwa na gharama, wana nauli za kuja, wana chakula, wana hapa na pale, kwa lazima hospitali itaingia gharama lakini hawa madaktari saba kutoka uh, Ujerumani, hawa nao wanafanya gharama kwa sehemu yao. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona ni mashirikiano ya uh, makundi matatu: kundi la Ujerumani, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia hospitali ya mkoa, lakini na mimi nikiwa kama mwakilishi wa kundi la wanawake mkoa wa Mbeya kwa maana ya bunge wa viti maalum, nimeona ni kuswe nikiwa kama mama nikiwa kama kiongozi, lakini kubwa zaidi ni kumsaidia mheshimiwa Rais kuona kwamba hizi taasisi za kiserikali kwa maana NGO ziweze kufanya kazi zenye tija kwenye jamii na si upotoshaji kama wengine wachache wanavyoweza kuharibu. Lakini kwa taasisi hii ya kwangu, ninapoongelea women empowerment ninamaanisha familia tunakwenda kuigusa. Daktari mbobezi wa masuala ya afya ya jicho huyu hapa, na anasema afya ya macho mkoa wa Mbeya au huduma za afya ya macho mkoa wa Mbeya. Na kikazi, niko hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, na ndo mkuu wa idara ya macho hospitali mko ya mkoa ya rufaa Mbeya. Karibuni sana kwa kifupi kabisa, ndugu mheshimiwa, tunakushukuru kwa uwepo wako na kwa utayari wako kufanya nasi kabisa kuanzia tarehe thelathini mwezi wa sita uh, ishirini ishirini na tano mpaka tarehe 5 mwezi wa saba ishirini ishirini na tano, tutakuwa na ugeni wa madaktari bingwa macho kutoka nchi ya Ujerumani ambao na tutakuwa nao hapa ni madaktari bingwa upande wa macho, na bahati nzuri sana kuheshimiwa hapa ndiye anaye Uh, thamini kwa kiwango kikubwa, na hiyo kambi ambayo tunaweza kufanya kwa hospitali ya mkoa Mbeya, tutafanyia hapa kwetu, na pamoja na hawa Wajerumani madaktari bingwa kutoka Ujerumani, tutakuwa na jumla ya madaktari watatu bingwa kutoka Ujerumani. Alafu uh, pia tutakuwa na manesi wawili kutoka Ujerumani na pia tutakuwa na mratibu mmoja kutoka Ujerumani mauzi mmoja wa udaktariligo kutoka jema, ambao hawa wote wataambatana sisi wenyeji. Sisi madaktari wenyeji wa macho tutakuwa watatu, lakini pia tutakuwa na manesi awatakuepo. Uh, tutakuwa jumla ya timu kama tisa wenyeji, wageni, jumla ya watu saba. Hilo uh, kambi linalenga sana kuhudumia wagonjwa uh, wote wa macho mkoa wa Mbeya lakini pia na majirani ambao watapata hizo habari. Hatutawatenga, tutawahudumia. Na na uh, tunacholenga kikubwa sana ni uh, wale watakaopatikana na mtoto wa jicho watafanyiwa operation. Lakini pia hata watakaopatikana na matatizo mengine ya macho ambayo watahitaji operation watafanyiwa, lakini cha kwanza ni mtoto wa jicho kwa sababu kubwa kwamba uh, magonjwa yanayoongoza uh, ulemavu wa mtoto kuona ni mtoto wa jicho. Wengi sana tunawapata wenye hiyo tatizo, kwa ndio maana tunaleta taa na yapo na matatizo mengine, lakini hilo ndio linaloongoza. Na kati ya wa, wa, wa watu ambao au wagonjwa uh, wanao wenye ulemavu wa kuona eh, asilimia hamsini mtoto ajichwo ndo anayesababisha. Kwa hiyo ndio maana tunalenga hilo tatizo. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, tunaweza nikasema hivyo, lakini pia labda niongezee kwamba si mara ya kwanza katika hili uh, mheshimiwa, tunakupongeza, ulitusapoti mwaka juzi kambi kama hili, na lile kambi lilikuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu tulikuwa tunalenga kuwafanyia Watanzania wa, kama wa, wa Tanzania kama mia mbili hivi yeah, lakini tuliwafanyia mia moja tisini na sita ambayo ni kimaisabu mi ndio. Kwa hiyo na tuliwaona wagonjwa wasiopungua elfu nne, na kwa hiyo tunakushukuru pia kwa hilo, ulitusapoti vizuri sana, wananchi wenyewe uliona walifurahi sana, na tunategemea safari hii nakukumbusha hiyo, hiyo na tu kuwa huduma hiyo itakuwa bila malipo 30 ni kuanzia tarehe thelathini mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mpaka tarehe nne mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hii ni Nyikani Tv Africa na langu jina ni Gordon Kalulunga Mwaipungu, karibu.